Leo tuliita kama ni mahafali au graduation ya vijana ambao walipitia program yetu ambayo tunaita ideation program, ambayo ni hatua ya kwanza kabisa ambayo tunampitisha uh, mwanafunzi au kijana anayejiunga na IAA Business Startup Centre. Uh, hii hii program tunayosema ideation maana yake ni kwamba hawa vijana walipata mafunzo, halafu wakaenda kwenye jamii kutafuta changamoto mbalimbali zilizopo kisha wakarudi darasani na kuja na uh, suluhisho tofauti bunifu, ambazo mwisho wanazitengeneza kuwa bidhaa ambayo wataweza kwenda kuipeleka sokoni. It was a very good experience. Ilikuwa ni tukio moja zuri sana.

zilikuwa ni nzuri lakini wakiwork on those inputs zitakuwa nzuri zaidi. Mradi wa HEET unasaidia wanafunzi kukuza vipaji vyao, lakini pia inasaidia wanafunzi kwa ajili ya kupata uh, kipato au uh, kianzilishi katika biashara. Kama leo tulivyoona wanafunzi mbalimbali takribani hamsini na mbili waliweza kuongea hapa mbele ya judges kwa ku present their pitches, lakini baada ya hapo waliweza kuwa awarded zawadi mbalimbali ikiwemo uh, takribani uh, fedha taslimu kuanzia laki tatu mpaka milioni moja kiasi ambacho nimeshinda nitakwenda kwanza kuiboresha zaidi Samani TV, kwa sababu kwa kiasi kidogo ambacho tulikuwa nacho tuliweza kuimplement baadhi ya vitu, lakini tulikuwa bado tuna deni kubwa, kwa sababu tunahitaji pia vitu vingi, ikiwemo vifaa vya kisasa, ikiwemo pia kuwafikia watu wengi zaidi, lakini pia kuwa na studio na studio angalau, ambayo tuna uwezo wa kuhost matangazo yetu moja kwa moja. Kwa hiyo fedha hii itakwenda kuwa ni kianzilishi kizuri cha kwenda kuanza kutekeleza mradi huu au kuboresha zaidi. Leo tume wameweza kuhitimu wanafunzi ama wabunifu hamsini na mbili na katika hao hamsini na mbili kwa sababu wanafanya kazi kwa pamoja, zimepatikana suluhisho ama tunasema business idea ambazo zilikuwa ni kumi na saba na zote ni nzuri na tu inayofanya pata ni kuwawezesha kuja sasa na ile product na waweze sasa kupeleka sokoni. Tunafanya sehemu ya kutimiza sera mpya ya elimu. Sera mpya ya elimu imekuja ikatukuta, lakini imekutukuta mahali sahihi, na sasa hivi ndio tunafanya kwa nguvu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo taifa linalitaka kwamba wanafunzi wao wabunifu, vijana wetu wao wabunifu, tunafurahi kwamba tunaweza kulitimiza na kwa sasa. Kwa hiyo ni lengo letu chuo, uh, kuongeza juhudi na kuhakikisha kwamba idadi kubwa zaidi ya wanafunzi wanaweza waka wakawa na ma, mawazo mazuri wakawa na maubunifu na wakaweza kulelewa mpaka kufikia kwamba kwa ule ubunifu wao umekuwa sasa ni bidhaa na unaweza ukawapa ukawapa kipato.